Wanaharakati wote wale wanaishi kwa watanzania kuuana, wanaishi kwa kuchochea vurugu. Mimi nimekuja kuambia ni kindugu na, na kazi ya ndugu ni kusema. Nimekuja, na, na mimi ni ndugu yenu wapenzuri, kurudi kwa kwa mama zangu wa kaka zake wako wa, wa, niko kwa wajomba hapa, nawaambia naongea na wajomba zangu na binamu zangu Waulizeni wanaharakati wale wanafanya shughuli gani ya kuambia kipato zaidi ya wakichochea hivi? Ndo wanalipwa zaidi, wajitokeze na wengine. juzi hivi. Juzi hivi hivi vurugu hivi wakati wanatumiana anatumiana message tukazipata hizo message, kijana mmoja maskini tu juzi ambaye alikuwa anatuomba songesha tu anaomba mpesa juzi kapewa dola milioni mbili dola milioni mbili ni takriban bilioni nne kwenda tano kijana mwenzetu wa mtaani amepewa takriban bilioni tano, kaondoka na hapo, anakaa kwenye hoteli ya kitalii hivi. Mshikaji tu msela ambaye tulikuwa wote hapo, anaweza kwenda kuishi Afrika Kusini ama Nairobi, kwenye jiji la kitalii, hoteli ya kitalii, amepewa bilioni tano za nini? Eti demokrasia. Una, una, unafanya, unafanya demokrasia unapata hela nyingi kwa kuwa watoto wa Kitanzania ikuwepo yeye kwenye hiyo demokrasia. Tuamke na wale wengine wote wanaochochea. Sisi tunawaambia Watanzania kataeni vurugu, kwa sababu duniani kote hamna eneo duniani kote vurugu zimewahi kutokea zisiwe na madhara. Kwa hiyo wanachowaambieni wanakijua, wanawaambieni nendeni mfanye vurugu, wanajua maisha ya watu yatapotea, wanajua wao wanathamini fedha wanayopewa.